Afande ujambo? Jambo sana. Unaweza ukajitambulisha? Uh, najulikana kwa jina ya James Fyeka Adui. Ndio. Eh, Afande unapatikana kwa sasa maeneo ya jiji la Uvira eh, baada ya mwezi mmoja kutokoonekana pamoja na wenzenu wa Zalendo, kipi kinawafanya kurudia katika maeneo yenu ya zamani? Jambo la kwanza nitasema pole kwa population yetu ya Uvira kwa uvumilivu mliovumilia kwa hii muda kidogo. Tulitoka hapa wakati M23 ilipoingia hapa Uvira, tukapanda kwenye vilima, tukafika mpaka Fizi. Tulipofika Fizi, tulijipanga bupya, tulijipanga bupya na tuko bupya, forces zote za Fizi bila kutai mvumaa mtu, tukajiweka pamoja tukasema nchi yetu haiwezi ku, tuko tunakimbia, mwisho ni wapi? Tukareziste munene, ndo kwetu kutana na M23 munene. Tukapigana na M23 timakobola mpaka hapa Luhanga. Mungu anasaidia, leo naonekana hapa Uvira. Kama naonekana hapa Uvira, sio nguvu zangu za mimi mwenyewe, ni nguvu za wazalendo wote na FRDC eh, Kepare FRDC Aibu ndio wenyee, tuko pamoja na muda kidogo mtawaona watafika hapa. Tuko wengi na tuko nguvu, ndio hapa ndio yetu, sio kukamata Fizi na Uvira tu, hapana <Message. 999> <Inyo, appeals2> <independenheit. speed sufficiency> Vizio yetu mpaka kokote adui yanapatikana. Kama zisi tunafika hapa, tunakutana ana, jiretire mwenyewe na tufike mkavu, tukutana shairetire bila oga, bila shaka, sino tuko nguvu. Haiko ile uzalendo wa zamani, tunakuja upya afande, afande. afande. E, waasi wa M23 kufuatana na deklarasyon ambao walifanya jana maeneo ya, ya Monima wanadai kuondoka kufuatana na mkataba e, na bila e, mshtumo ya risasi yoyote. Wewe kama vile mmoja wa wazalendo, unachukuliaje madai ya M23, Adui, kwa ajili ya maankoro? Ile milima yote ni mifupa yao madui wako mwa ile milima mamaiti. Mama, ziko kule mateka, ndo sisehemu, na mpaka hii niko na mateka ndio. mpaka niko nakwambia, mbele ya Mungu nikufe, niko na mateka tatu. Ndiyo, yao niko nayo. kumbe kama iye mikataba ya... tebikutoke hapa Uvira uisikia kama kuko mikataba walioifanya hawakushika ile mikataba. kwa nini leo walishika mikataba? kama waliondoka, walisikia mgundo ya makobola ile mizimu na leo M23 atu inaondoka Uvira, kipi kiliwashinda wakati mlikuwa napigana nao kato